Tarehe nane March ni siku ambayo watu husherehekea siku ya mwanamke duniani na kila mtu huwa ana namna yake ya kitofauti kabisa ama ya kawaida ambayo anatumia kwa ajili ya kusherehekea siku kama ya leo. Well, kwa upande wa mwanamitindo maarufu Tanzania Khadija Mwanamboka ameitumia siku ya leo kuungana na malkia wengine wa nguvu na pia ameielezea Ayo TV kwamba amechaguliwa kuwa balozi atakayewakilisha ama swala ya watoto wenye ulemavu wa masikio, yani viziwi, lakini ya wakati huo huo pia wak ni walemavu wa macho ina maana ni vipofu. Lakini pamoja na hilo pia, Khadija ametueleza kwamba amefungua bidhaa yake mpya ama amezindua bidhaa yake mpya ya urembo. Okay, leo kwa kuwa ni siku ya wanawake duniani mimi niliamua ni niwaite watu wachache niweze kuzungumzia kuhusu project zangu za mwaka huu mmoja, ikiwemo kwa nimechaguliwa kuwa balozi wa organization ambayo inaitwa Sense International ambao wao wanasaidia Uh, deaf blind children in Tanzania yaani watoto ni viziwi kabisa na hawaoni kabisa. Umeelewa? Sio viziwi peke yake, hawaoni peke yake, yaani mtoto mmoja haoni na hasikii, yeah kwa hiyo um, lengo uh, mimi kama balozi nitakuwa na create awareness vilevile, vile, vile ninawasaidia kuchangisha kukusanya fedha kwa ajili kusaidia watoto kwa sababu tunahitaji watoto wale wasiwe kama mzigo tu kwenye familia, waingie mashule, wasome, wajifundishe kuweza kujitegemea wao wenyewe. Kwa sababu unakuta labda mtoto mwingine analewa na bibi yake, umri umeshaenda sana bibi. Ina maana kitokea bibi kwa bahati mbaya anafariki, yule mtoto anakuwa hana mwelekeo, hana pa kwenda. Na ni ni vigumu sana kuwalea aa watoto kwa sababu kama nilivyokuambia hawaoni, hawasikii. Kwa hiyo ni kwamba wanahitaji proper care muda wote na uh, kama nilivyokuambia shirika la Sense International wanajitahidi kuwapeleka mashule ili waweze kujifundisha, sio uh, tu uh, mambo ya academic, vile vile kuweza kuweza ku, ku, kujihudumia wao wenyewe kama waende chooni wenyewe waweze kujiosha vile vile, um, watambue vitu kama uh, wao wow, no ndio maana naitwa sense. Sense ina maana wao wanaongea kwa kusense kwa sababu hawaoni na hawasikii vilevile. Uh, vile, leo nimezindua product yangu mpya ambayo inaitwa VVK Accessories. Hii ni, uh, ni product ambayo ina include hereni, pete na seti ndogo ndogo, yote hii kwa sababu mimi binafsi napenda sana vitu hivyo urembo, kwa nikaona ni turn my hobby into business, na vilevile vile, uh, VVK accessories kwa kwenye packaging nzuri ambayo Uh, mtu anaweza akavaa alafu akavua akarudisha mule kwenye package, na kitu kika kikadumu kwa muda mrefu. Um, na vile vile kujumuika na wanawake mbalimbali kutoka field mbalimbali, tuongee tubadilishane mawazo uh, na kitu kama hicho. I think, mimi navyoona, wanawake uh, wanajiamini sana sasa hivi Yes, kwa sababu nakumbuka mimi nilipokuwa nikienda kuhojia kwenye TV and then nikikutana na watu ambao waliniona, wanaona kama yani yeye haitowezekana hai akabuni kitu na akaitwa kwenda kuhojiwa, lakini napotizama sasa hivi unakuta wanawake wana, wana buni vitu wana product wanaitwa kwenye maredio wanaongea wana kuhusu bidhaa zao, wanajiamini hata ile self expression ya yes. Sasa hivi ni tofauti sana, zamani wachache sana walikuwa wanaweza ku mtu anakifanya kitu, lakini hawezi kukielezea. Lakini sasa hivi I think, I think social media pia inasaidia sana, kwa sababu mtu anaona, kwa hiyo kama anauoga inabidi na yeye akaze buti aweze kufikisha um, message yake outside kuhusu product yake, kwa hiyo na na kama naamini kwamba social media imesaidia sana wanawake kujiamini, kwa sababu tunaonana, hatuonani kila siku, lakini mimi nikipost picha niko ni hapa nafanya kitu gani, kwa mtu anaona, tunafuatiliana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nashukuru. Uh, labda kuna kitu ambacho sijaongea. Mimi kama balozi Sense International, uh, Mungu akipenda, mwezi wa tano tunazindua lebo ya nguo za watoto, zitaitwa Pendeza. Um, hizo nguo zitauzwa ili kusaidia kukimu mahitaji ya wale watoto ambao nilikuambia, ambao ni viziwi na hawaoni, na nguo hizo zitazinduliwa uh, London kwenye duka la Sense International. Hawa Sense wana duka lao, ambao watu mbalimbali mbali wanajitolea vitu viuzwe pale kusaidia watoto uh, ambao wako kwenye nchi kama hizi zetu za, za Afrika na sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi kama mbunifu nimejitolea, nitabuni hizo nguo, watafuta wafadhili, zitatengenezwa, zitaenda kuuzwa kule ili fedha ziweze kusaidia watoto kwa mahitaji ya kila siku na kuwaingiza kwenye mashule waweze kupata elimu. Okay, kwa mfano kuna website ambao watu wanaweza wakadonate pia kule kule kwenye website ambayo inaitwa we www.senseinternational.org.uk. Pale kuna sehemu ambayo imeandikwa ba donate, so mtu anaweza kwenda pale akadonate. Na pia lengo labda unauleza kwa nini tunaenda Uingereza kwa sababu Sense iko Uingereza lakini naamini watu wa diaspora wengi hawajui kama kuna watoto viziwi ambao hawaoni na Tanzania, so tunataka kuwashirikisha na wao, kwa sababu watoto wa Kitanzania wao ni wa kwetu wote, hata kama yeye anaishi kule, lakini ni Mtanzania. Kwa hiyo tunajaribu ku create awareness na wao waunge mkono organization e, -pa, kwa pamoja tuweze kuwasaidia hawa watoto i, mimi kama mimi kwa kweli naona kama sio wote I think uh, labda wengine hawa... ha... Yani mm, yes, yani, wengine wa, wanaona unachokifanya ni rahisi. They don't want to understand the struggle. Umeelewa? E, nikupe mfano, mimi nilipoanza fashion nilikuwa na miaka 18, na ilikuwa nikitangaza kwa mfano na show, naitangaza vipi? Natengeneza flyers, napanda basi naenda sehemu kwa mfano saluni, napeleka personally flyers, sawa? to me that's big struggle I was 18 when you unaenda kwenye sehemu watu hawaelewi hata fashion show ni nini, umeelew? Hakuna internet naongelea, umenelewa? Hakuna fashion shows, hakuna nini. Kwa hiyo that struggle. Sasa sasa hivi mtu anaweza akasema ah, mimi nitashona nguo zangu, hii ndaka design like. Alafu sasa hivi kama nilivyokuambia, ana picha yake, kampiga model wake akiposti Instagram, how many people anawafikia, ana thank you

It's not hard, but the struggle is much easier <laughs> than before. Umenelewa kuwafikia watu ambao tunawalenga. Yeah. <laughs> Okay. Um, mimi ni Khadija Mwanamboka na leo ikiwa siku ya wanawake duniani, napenda sana uh, kuwaambia wanawake tusiwe na moyo mdogo wa kukata tamaa kwa so, sababu saa nyingine unakuta mtu anatengeneza vitu vyake watu hawavipokei vizuri, anavunjika moyo, anaacha ile kazi, unaona eh. Lakini um, kila kitu kinaanza taratibu e, inachukua miaka. Mimi ilinichukua miaka mitano watu kuja kuelewa nafanya nini na nataka kufanya nini, na kipindi kile kama msema hakuna social media, hakuna nini. Kwa hiyo kuwa strong na, na, na kuamini ku, kwamba unaweza, unaona eh na vilevile vile kumtanguliza Mungu kwanza mingi, sangiri, Mungu, kwa sababu dunia imekuwa na mambo mengi, saa ingine tunajikuta tunasahau Mungu. Kwa hiyo tumkumbuke Mungu na tushikamane, na pia tusiwaoga kuuliza. Unajua, mimi mwenyewe binafsi zamani nilikuwa hivyo, hatuulizi maswali, lakini naamini unapouliza unajifunza vitu vingi sana. Kwa hiyo unamwona mtu anafanya kitu, nenda kama uulize umefanyaje, unaelewa. I think hivyo ndo tunaweza tukaendelea, na la mwisho tupendane. Happy Women's Day. Usiache kusubscribe katika YouTube channel ya Millard Ayo kwa story kama hizi na kali zaidi, lakini pia Instagram, Facebook, Twitter na Periscope ni jina hilo hilo moja la Millard Ayo. Mimi naitwa Asteria Mvungi asante.